Zaza, ndugu zangu wanewane wane ready and gentlemen e, na nawakaribisha kwenye kipindi chetu kipya cha mipasho bungeni. Jamani e, wa bunge wana mipasho jie hatari sana. Zaza e, sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu tuende moja kwa moja tuione hii mipasho. hey, haya tunaanza na mpasho namba tano Kura chuma hicho anakuja na ropoka ropoka tu mbungeni. Kiajabu, kiajabu Mheshimiwa Spika, taarifa. Tulia, tulieni kupashe i <laughs> chochote Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Sijampa taarifa nafikiri nataka imwonyesha utofauti wa mimi na yeye kwamba mimi na yeye nani ni mlopokaji? Unakuja unaropoka bungeni hapa kwamba mashine ni mwanyang'anya. Acha unafiki. Asante sana. Eh. mume wake. Huo ni mpasho namba tano sasa twende tuangalie mpasho namba nne. Kura chuma hicho hapa ana tofauti na mtu wa darasa la pili. Huwezi kutofautisha mtu mwenye masters na mtu wa darasa la pili. Where are we taking this nation? Watu wenye akili kubwa wanaweka akili zao mfukoni kwa sababu ya ushabiki wa kivyama. Baada ya kukaa, tukadiscuss, tukatoa matatizo yetu hapa kwa sababu hamuwezi kutatua matatizo haya, mmetuweka kwenye mesi. Nyinyi wenyewe, ni lazima akili ya juu zaidi iweze kutatua. Ni principle, yani hauwezi kubadilisha hizo principle. Eh hey, huyo ndo mpasho namba 4. Sasa twende tuangalie mpasho namba 3. Eh hey, kura chuma hicho, nasikia sauti. Mheshimiwa, mheshimiwa anaongea na kiti. Mheshimiwa, mheshimiwa usimwe, ndio mchango wako, na naendelea. Mheshimiwa mambo Nakuheshimu sana, usiingie kwenye kumi na mimi, unipige swaga blaza. Tulikupa nafasi na, na ulifeli, ndio maana huko baki benja tena nyuma yangu. Nipige ya taarifa uone. Mheshimiwa Spika, tusiwasikilize tu watu wa hovyo. Hii nchi ni yetu wote, tunajenga meli Mwanza ya mabewa kwenda Uganda, tuateleza reli kwenda Kongo. Halafu unakuwa na watu kama mwambe huyu, simama huyu We, mchakato tulikupa nafasi kutoka IPZ mi mwenyewe umenifairisha. Mheshimiwa Spika, hili taifa ni letu wote, mliosoma na sisi, niwaombe tena, tumechelewa tumechelewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mtu ana uwezo wake huko ndani, kuna mtu ana uwezo wa akili na mtu mwingine ana uwezo kama wa kwangu. Mi najivuna kwa sababu gani? Mheshimiwa, sina shule, lakini mimi ni Msukuma, najisimamia mwenyewe hatuwezi kutembeza imprest bungeni humu, tusitembezee mawazo ya watu wachache kuja kununua bunge. Pinga haya tumsimamisha anayepinga hapa atueleze, Mheshimiwa Spika. Watanzania wanajua tunatoka sasa reli ya ngongongo au labda mwenzangu hajapanda reli treni ngongongo tunaenda mshare. Halafu una watu 900,200 bandarini wenye mawazo potofu kama kinamwambia Mheshimiwa Spika nikuombe sana huyu, ni mbunge mwenzangu, usijichanganye kunipiga swaga, kwa sababu nimemsikia amesema wewe na wewe ni mpingaji. Mheshimiwa Msukuma, endelea na mchango wako swagaji. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, nikuombe Mheshimiwa Spika, nikuombe Mheshimiwa Spika, hii nchi ni ya kwetu wote, na ninazungumza kwa sababu mimi ninafaidika na leri ya mwendo kasi. Tusisubiri haya mawazo ya kujaribisha. Mheshimiwa Spika, twende mbele hawa watu wanaotuletea mawazo ya kujaribisha kutegana tegana huko. Mheshimiwa spika, mimi na miaka sitini na moja leo ya uhai wangu, tusije kuchambuliana mafaili huko ndani. Nikuombe Mheshimiwa spika, na ni washawishi wabunge wenzangu kwamba kiukweli, huwezi kuwa na treni ya mwendokasi unatoka kwenye makontena ya kusahihisha. Inawezekana wenzangu hawajawahi kupita bandarini. Okay. Huo ndo mpasho ambao umefika namba tatu. Sasa twende tuangalie e, mpasho namba mbili. Kura chuma hicho sasa, nie karne, karne ya ishirini na moja mnaleta bunge hili hapa, watu wanajadili vitu peti, peti tu. Mashule moja ina watu elfu nne ina watoto elfu nne Shule moja ya msingi watoto elfu nne sio watoto, si watoto wetu Watoto wenu hawasomi hapo, kwa sababu tu ni nani? Nakuja hapa kwa sababu watoto wenu hawasomi hapo. Makofi kwa kila kitu, makofi, kujipendekeza, unafiki, kutokujadili, kujadili mambo ya msingi. Tunachukua pesa tunaleta hapa, hatuna vituo vya afya, hatuna maji. Wewe uh, wezika mpasho namba eh, mbili. Twende moja kwa moja tuangalie mpasho namba eh, namba, eh, namba moja. Hey, unafikiri huu mpasho namba moja utakuwa umeshikwa na nani? Sasa hey, tusitaki kukupotezea muda. Sitaki nikuchoshe mimi, twende hey, tuangalie huu mpasho moja kwa moja. Kura chuma hicho. Na hata wiki tatu mnataka kuanza kuzichakachua. Tulipitisha azimio, tulipitisha azimio lililosema kwamba 37 na 38 ndio zitakazofanyiwa kazi na bunge hili kwa Mheshimiwa mwenyekiti, na kuomba sana hiki kinachotakiwa kuletwa leo kisiingie hapa paka paka mpaka yatakapoletwa mapendekezo ya kanuni ya marekebisho ya kanuni ya 37 na 38 ambayo azimio la bunge liliazimia kwamba hayo ndio yatakayofanyiwa kazi. Pili, hii kitu iliyoandaliwa na kamati ya uongozi, kamati ya uongozi kwa mujibu wa kanuni zetu haina mamlaka yoyote ya kusema lolote juu ya kanuni. Kamati ya uongozi haina mamlaka ya mambo ya kanuni hii hii, kilicholetwa na kamati ya uongozi, kisiingie katika rekodi za bunge hili. Na sisi na sisi hatutaruhusu kanuni zivunjwe, tunataka kanuni ziheshimiwe. Kwa hii takataka hii, hii takataka hii isiingie katika bunge hili. Naomba nirudie, mheshimiwa mwenyekiti, huu ubatili huu, huu ubatili huu hii takataka hii isiingie kwenye taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwenyekiti nakuomba, nakuomba taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti ja hiyo ndio imeshika namba moja sasa ja. Ja, nakukaribisha tena katika kipindi chetu kijacho. Kama bado huja subscribe, nenda ka subscribe. Hey, usisahau ku like na kushea na ku subscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watakaakaakasaka maji